Mungu mwaminifu. Amani, amani, amani. Mchungaji, kubwa huko jana, kuna vitu vimeanza kuibuka. Najua umekutana hili jambo, afisa habari naui Ali Kawe ameibuka na kuanza kuahoji maswali, zile ahadi kumi ambazo ulipewa na mzabuni wenu, tunamzungumzia jeru zizikoaki kubwa zaidi Ah, ujue Yanga hawajazoea kusemwa mm. Sisi miaka aribu miwili tumesemwa sana baada ya kukosa ubingwa kufungwa na Yanga na hisi wao hawajawahi kukutana na matatizo kama sisi tumekutana nayo mm. Kasemwa kidogo tu kuhusu hafungi magoli ndugu yetu prince dube yanga wamekuja juu kuna waandishi wa habari kuna wachambuzi wanamsakama wanaisakama yanga waipendi yanga si maelewa mpaka hapo hii inaonyesha udogo wa yanga afrika inaonyesha udogo wa yanga afrika kwenye medali za kuweza kubeba mambo mazito sasa alikama alichofanya yeye akawaagiza vijana wake wakawa wanazungumza kwenye media kwamba wa wachambuzi wa, wa, wa, wa, wa media nyingi wanaisema vibaya Yanga, mm. Kumbuka sisi tuna orodha ya wachambuzi wa Yanga Afrika ambao wamepewa bodaboda, mm. Sielewa mm. Wako wanne ambao kazi yao ni kuichafua Simba Sports Club mm. Tunao na wamepewa bodaboda na ushahidi tunao, bodaboda wamepewa, boda bodaboda, eh boda, ili kuichafua nini? Kuichafua Simba na, ayo, unaanza kunitajia itakapobidi nitaje nitawataja, ni mm. ila kwa sasa hivi sitawataja. Walipewa bodaboda ile boda boda boda, kuchafua Simba. Hao wamepewa bodaboda mwaka mwaka juzi okay. mm. Wakaenda nao mwaka jana, pamoja na mwaka huu, kuichafua Simba mm. kuguswa tu prinsi tu, watu wameungana kusema Yanga anasema vibaya, sielewa mpaka hapo. Kwa hiyo watu wakahama hapo, tena watu wakaja wakatoa tatizo lingine ambalo liko ndani ya Afrika kwamba kuna mchezaji ndani ya Yanga Afrika anadai sia mpaka hapo, ili aia kugundulika. Anadai tukija kugundua, msimamizi wake mchezaji huyo alienda mpaka TFF mm, kupeleka nini, malalamiko kwamba Yanga wanadaiwa hela azizi hiyo. Sasa mm, wakamfuata azizi aseme kwamba adaiwi. Umeona mm, vituko hivyo mm, na leo tumemwona msimamizi wake tunaisha suru wakala sijui ni nani, ambao wanamuita winga hao, Yanga hao, tumemwona tunaenda TFF amena, amefuta nini, amena kufuta ile kesi na mwanasheria wao. Maana yake ni nini? Yanga walikuwa wanadaiwa na wataendelea kudaiwa na yule yule mchezaji, sema kilichotokea hawakutegemea kwamba hicho kitakuwa kubwa kiasi hiki. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba Yanga wanadaiwa hela yule yule mchezaji. Wanachofanya wanahamisha tatizo la Yanga kulizima kwa kupitia gari la Simba. Kwani ahadi ya Simba imetoka leo? Kwa nini uje uibue leo? Na bahati nzuri mwekezaji wa nani? Nani? Yeye. Yeye Jairuti. Kasema gari iko njiani. Gari iko njiani muda wote takabidiwa ndani ya Simba. Nahisi Januari au mwezi wa pili itakuwa tayari ishakabidhiwa. Sasa wao wanajaribu kupeleka huku ili onekane kwamba walizime jambo lao jambo lao. Bado Andambwile anaidai Yanga. Na bado hajalipo hela yake mpaka midai tunaenda mitamboni. Walichofanya yeye ni kujaribu kuizima tukio lile ili lionekane lile tukio kwamba limeisha. Hapana, tukio lijaisha. Andambu ile anadai Yanga, na ndio maana leo tumemwona mwanasheria wake wa TFF ili kufuta hiyo kesi, na ameambiwa afute ili kuzima mambo mengine asiendelee. Kwa hiyo hii ina maanisha nini? Ambapo amekuja alikama azarani na kuanza kuhoji kuhusiana na ahadi ambazo nyie mmewekewa na msabuni wenu Jeremy. Kwanza, ahadi namba moja, tuliopewa kwamba atatuletea jezi ambayo itakuwa ni mfano, kashatimiza namba moja. Wewe Simelewa? Basi liko njiani linakuja. Ashatimiza. Uwanja mwezi wa kwanza mwishoni wa tatu unaanza kujengwa. Bunju ile ibunju ile nakwambia hiyo. Inaanza kujengwa mwezi wa tatu. Kwa hiyo hadi ngapi hizo? Hadi tatu shazitimiza. Na fungu ambalo ambalo litoe kwa ajili ya kusajili wachezaji alitoa. Kwa hiyo leo utatuambiaje kwamba hadi hajatimiza? Sema yeye anajaribu kutumia mwanya huo watu waache jambo la kumda, la, la, la, la, la andambwiwe liamie kwenye swala la kusema gari ya Simba. Hilo wala haina mantiki yote. Tunazungumza swala lililoko sasa hivi ambalo ni hot. Andambwila jaribu hela yake mpaka tunaenda mtamboni. Ile wanatotumia wanatumia mbinu za kulizima tukio hilo lisionekane kwamba inaweza leka kwanza watu. Yanga hajazoea kusema. Sisi tuna miaka ni miwili. Yanga anatufunga na tumekosa ubingwa. Na hawa wachambuzi wao walikuwa wanaiandama Simba kuliko unavyofikiria. Kila kukicha, mpaka ikafikia hatua tumesema hivi, wachambuzi hawa wanaoiandama Simba sio wachambuzi tena, ni washabiki. Kwa sababu sio wachambuzi tena, ni washabiki wa, wa Yanga Afrika. Kwa maana wametoka kwenye uchambuzi, wametoka kwenye redio waandishi wa habari, wamehamia sasa kushabikia Yanga Afrika. Na wamekupoa boda boda. Sio maana mpaka hivyo. Na wakiendelea tutawataja bodaboda boda, -boda walipoa muda gani na saa ngapi ili uje kuichafua Simba. Kwa hiyo Yanga mpaka jana wanapiga swala hilo kelele ili ionekane kwamba ndamu yeye amelipwa lakini hajalipwa. Haya swala la Prince Dube. Prince Dube kusemwa ni kweli si sasa wafunge watu watashinda kusema. Lazima watu waseme kwamba Dube kilichomleta ndani ya Yanga Afrika atimize majukumu yake ya kufunga. Asipofunga watu watadai na watasema ndio kitu ambacho kimetokea ndani ya, ya Dube Prince. Sasa wale wanampenda Dube. Unajua katika wachezaji ambao Yanga anapendwa Dube ndiye anapendwa. Dube anapendwa, hajafunga hata goli lakini ukitoka anamchangia mpaka hela. Na kuna saa anampigia makofi. Dube, Dube, Dube. Yaani kujua jinsi gani wachezaji wengine wanatengwa. Dube anapendwa ndio maana kamwita Prince. Na yeye ya anajua Yanga anampenda. Ukimgusa Dube, ah, ungewagusa hao wengine. Mbona nani kasemwa sana? Anaitwa bo, bo bole, Boeni, Boeli. Kwa maana msema, yeye ndio juzi kaanza kufunga. Mbona anakuwa wasemi? Lakini akiguswa Dube tu, wanakuwa wakali. Maana yake kwamba Dube ndio kama mtoto wao wa mwisho. Ukimgusa yule umegusa Yanga Afrika. Ndio maana mpaka sasa hivi wanalalamika. Ukiwauliza mlalamika yeye anasema, "Kwa nini mnamsema Dube tu muda wote afungi?" Tunamwambia, "Kweli mbona afungi?" Ndio shida iliyoko ndani ya Afrika mpaka sasa hivi. Wanajaribu kuzima matukio, lakini dunia sasa hivi imebadilika. Huwezi kuzima matukio, lazima yasemwe. Mbona sisi tumezoea kusemwa na hatuna wasiwasi wote? Yanga katufunga muda wote, kachukua ubingwa muda wote, waandishi wametusema vya wa kutosha, wakatuona sisi hatufai. Mbona tutajichukua tu? Pili, imefika hata kijana mmoja, kijana mmoja huyo wanamwita Mchome, yeye imefikia hatua, kama ukisema anatumwa, hatuelewi kama anatumwa, wanafanya nini. Anavaa jezi ya Simba alafu anasimama anaiponda Simba. Mchome tulimpa onyo, wazazi wake, ndugu zake wakanifuata, wakasema usimpeleke polisi, tumeelewa mpaka hivyo usimpeleke polisi, akaisha hasa. Karudi tena na jinsi alivyorudi sasa hivi anatamba, anasema hakuna mtu wa kumfanya lolote, atavaa jezi ya Simba na ataendelea kuitukana Simba na hakuna mtu wa kumzuia. Sasa sisi tutamzuia muda si mrefu ya ya kisheria. Tumeuliza wanasheria, wamesema hivi: kuvaa jezi na kumsema mtani wako sio mbaya, ya timu yako, lakini ukivaa jezi ya timu yako unaonekana unaishabikia, si unaelewa? alafu na kuisema timu yako unaishabikia vibaya, kwa umevaa jezi ya klabu yako, sheria ipo. Yani anajibu ana suala la kujibu. kipindi kile ndugu zake walinizuia, ila Jumatatu napeleka wasilisho maalum mahakamani. Aliniomba msamaha na mi kaona, mi ni mchungaji, mtu mtu watu akiniomba okay, mambo a yaisha tu. Ukiwa mwanachama wa Simba una haki ya kufungua kesi kwa mtu ambaye anaamua anaharibu globo globo ya Simba. Sasa mi Jumatatu na, naanza upya kesi yangu mtu wa yanga eh, avae jezi ya Yanga alafu aiseme aiseme Simba. Sisi wala hatuna doubt hatuna dauti, dauti. Lakini kitendo cha kuvaa jezi ya Simba alafu mida hiyo umevaa jezi ya Simba alafu unaishutumu Simba alafu unawashutumu viongozi wa Simba, jezi ya Simba nao unaishutumu, lazima tukuchukue sheria. Nimeongea na mawakili tena mawakili sio kuficha wakili, ya, wakili wa kampuni ya, ya Limo, tumeongeana tumekubaliana kwamba jumatatu Tuna peleka wasilisho ikiwezikana mkondo wake viongozisjamstaki wao mm. mkama mimi binafsi mimi. na yake nonkesiyake vipi? na wameniambia mm. wameniambia kwamba kesi ya Mchome kosa likipatikana, mm. na picha ipo, hilo kosa ni miezi sita ama faini ya milioni mbili na laki tano au vyote kwa pamoja vyote kwa mpigo sio leo mpaka hapo hey. na sisi tunaomba iwe hivi viende vyote kwa wakati mmoja viende vyote viende kwa wakati mmoja kwamba mchome afungwe miezi sita mm. na milioni tatu juu isiende moja maana mm. moja kuna mtu atamlipia yani afungwe miezi mitatu miezi me sita eh miezi sita pamoja na hivyo hey. na atoke hadharani akanusha yote aliyokuwa anazungumza uwezo ukaichafua logo ya Simba na si tupo? ina maana si tupo. Basi logo ya Simba ni kubwa Simba, timu ya Simba ni kubwa, imebeba roho za watu. Leo hii unafikia hatua unaichafua Simba, mimi sitakubali, nikiwepo sitakubali. Waliniomba msamaha kipindi kile safari, na nampeleka mahakamani na si siku ingine, Jumatatu saa mbili wakililimo, anasema wewe unaenda mahakamani Hili nimeliweka wazi kwamba Jumatatu hmm, anaenda kupanda kizimbani Jumatatu hmm, anaenda kupanda kizimbani, na wana hoja zao hatio sababu naingia kwa taaluma za watu hmm, wana hoja zao ni zipi atajua yeye mwenyewe. Kwanza Jumatatu ndugu zake walinisi safari nikaacha Safari, Jumatatu mahakamani mapema. Siwezi kwa sababu nilianzisha, lazima nilimalize, eh lazima akajibu hoja, maana kuna watu wanatoka mikoani, wanatupigia simu. Kwa nini huyu jamaa anachafua logo ya Simba? mm. Hasa, na nyie mpo, inaonekana Yanga. Amesema huyo ndambule tu siku mbili hizi wameinuka wote, leo anasema mwaka wa tatu na anatamba kwamba hataacha, lazima sheria ichukue mkondo. Aanze aache kuvaa jezi ya Simba, ajivae jezi ya Yanga ama jezi ya timu yoyote alafu aiseme Simba vibaya, sisi tutasema, hatutasema, hatuna shida. Kitendo cha kuvaa jezi ya Simba alafu unakuja unatukana sisi, inakaa kama si atupo hiyo, halitawezekana kuanzia Jumatatu. Huu ni ujumbe, Jumatatu muda wote tu ataitwa mahakamani. Nadhani viongozi wenu wameshindwa kuliona hili mchungaji? Wana majukumu mengi. Mm. Sielewa. Kila watu na ni ndo kazi ya kuwa mwanachama wa Simba. Kazi yake ndio hiyo. Kwamba unapoona logo ya klabu yako inachezewa, unasimama. Wana Simba sio viongozi tu hata hawa wanachama, ni wana Simba. Kwa hiyo ndo tumeweka wazi ili isikaleta mpaka nami na mimi na mimi kwenye kesi ndio nyumbani. Na mimi kesi zinazipenda. Mm. Kwa hiyo tutaona mwisho wake itakuwa hivi. Yeah. Sasa tuzungumzie hapa leo huenda eh, pia utawapongeza ama utazungumza kidogo kuhusiana na wapinzani wenu inaafrica so, wametoka we kutangaza eh, kuwa ni klabu ya kwanza hapa Tanzania kuweza kufungua shule ya mpira eh, kuna academy tunajua kuna vilabu vina academy, lakini hii pia ni shule ni, imekuja kiutofauti, ni shule ya mpira ambayo pia kuna ada zimewekwa kwa ajili ya vijana wa kike kwa kiume. Unazungumziaje haya mabadiliko ama haya maendeleo kwa klabu ya watani wako? Wajana, shida sio kuanza, kuna mwendelezo mm, eh, mangapi wameanza lakini mwendelezo alikuwepo. Yanga wame kuanza kujenga uwanja pale wa Kaunda mm, wakapeeka mpaka na greda pale uwanjani, likakaa karibu kari miezi mitatu, uwanja ulijengwa. Kuanza issue sio tatizo, tatizo kuja kuliendeleza na Yanga utamaduni kuendeleza mambo hawana. Hivi wapo wamekurupuka tu, lakini tukio hilo halitafanikiwa ninavyojua. Kwa nini? Acha hoi. Wakati injinia anachaguliwa, wamesema ule uwanja ndani ya, ya miezi mingapi, si itakuwa tayari? Ushaposawazisha pale greda ikaletwa pale, mbaya ikashika kutu. Sasa Yanga ya, ya Yanga atachoishi kwa jambo lolote. Yanga wana mambo ya, ya miemko, si umeelewa? Yanga wana mambo ya miemko ya kuchukua mikumbo, si watu wa plani timu ya plani nchi hii ni Simba peke yake, ambayo yote wamefanya wamefanikiwa. Ya. Yeah. Lakini kuna niambie eti swala hiyo ya academy ya vijana hiyo ni hiyo ni hadithi tu. Wameanzisha lakini halitaenda kwa koti. Maana si watu wa kwenda mpaka mwisho kwenye majambo yao. Ni watu wa kukurupuka kwanza na mambo afu mwisho yanakuwa hayaendi. Lakini jambo la kupongeza mchungaji, hatuwezi kupongeza mpaka tuone matunda yamezalishwa. Tutapongezaje, hatujafikia hatua kuona uzalishaji ile product ambayo tulikuwa tunaiona itoke pale haijatoka. Hatuwezi siku kupongeza. Tuone product ikitoka tutasema kweli. Product haijatoka. Yanga wanaanzisha mambo hawawezi kuendeleza mpaka mwisho. Nikuambia swala la uwanja tu. Ba grade ikaenda pale. Tena walisema wanapasawazisha tu, walisawazisha. Si kwa hiyo sio watu ambao unaweza kuamini au kwa hapa zamani. Kwa hiyo issue yao mpaka tuone mpaka mwisho. Kwa sasa hivi siwezi kusema kwamba kuna jambo zuri. Mpaka nione wakishazalisha wachezaji. Hapo kwanza kuwauza. Sina imani nao kwa ujumla. Maana watu wameamko. Vitu vingapi wametuambia na havikufanyika. Kwa hiyo leo unaniambia eti hilo ndio taliweza. Kumbuka kuanza kum maintain hao vijana karibu si elfu mbili elfu ngapi? Sema kuwaweka wanayo, uwanja wanao. Kwanza hata nyuandesha wewe mkauliza. Nyie haya mambo mnayanza. Viwanja vya mazoezi mnavyo? Hao ndio vile vya kudandia vya kwenda kulipia. Cha kwao tu wanalipia. Kwanza hao watoto wa watu watawapeleka wapi? Kwa hiyo ni jinsi gani inaonyesha wanakurupuka vitu bila kuwa na Hapa ndani angesema Simba kwa sababu Simba ana uwanja wake wewe. Uwanja useme, kufanya mazoezi anga wanao. Hata kukimbia tu hawana. Si uwanja wa watu ule wanakodisha. Si wakidaiwa wanahama. Si watoto wanalipa kodi. Ndio hicho anachokueleza. Wanalipa. Itakuwa hii italeta shida kwa sababu kuna kipindi itashindwa kulipwa hela, watashindwa kufanya kazi. Kwanza ongeanza na viwanja. Ushauri sasa wa kitaalamu. Wangeanza na viwanja. Viwanja wanavyo karibu vitatu au au vinne. Alafu ndio unaingiza tukio hilo la kuzalisha nini? Wachezaji. Unazalisha wachezaji, uwanja huna. Si mambo ya maajabu hayo. Angalau au kwa mbali wangeanza Simba. Ungesema kidogo, wanasema ya mazoezi hata ya kukimbilia. Nasema kufanyia mazoezi wanapo. Wewe sehemu ya mazoezi kwako huna. Alafu leo unaniambia eti nafungua eti academy. Ni vituko hivyo. Ndio kwamba ni mambo ya kukurupuka. Wangeanza na viwanja au mengine hawana hela za usajili. Ni inawezekana si mfumo tu hamna. Tuingie huku kwanza. Kwanza mambo ya ajabu, acha hivi, um. Leo unasema mchezaji mtoto atoe wa Kitanzania, laki sita sio? Utakuja matajiri tu Ila ukisema tu laki sita watawapata watoto wa matajiri watupu. Mm. Hey. Eh. Wao mtoto wa Buguruni ana kipaji. Mtoto wa wa wa, wa, wa Magomeni ana kipaji. Umpele ana hela kulipa laki sita. Hiyo tu kumpeleka tu sheni hana. Mtoto anakula mwogo mpaka jioni, lakini ana kipaji. Je, Yanga wana uwezo wa kumchukua mchezaji wa Dizanio? Hawana, watachukua watoto wa matajiri. Yaani maana yake hapo hakuna unafuu wote waliofanya Yanga watachukua watu wenye uwezo. Laki sita sio ndogo kwa watu, tunajijua si Watanzania tulivyo, watoto wa Kitanzania kumwambia atoe laki sita nje ya shule umlipie mtoto si, ni matajiri kwa, hiyo kwa mwaka hiyo mm, kwa, mwezi. Laki nne kwa mwezi, hiyo ni shule. Wanaianzisha academy ya kitajiri na watawapata watoto wa matajiri, ila watoto wa Buguruni hawatapata, wa amburatu hawatapata. Kwa hiyo kwa ujumla, wanaanzisha vitu kwa kukurupuka. Yanga hawana plani ya muda mrefu. Leo hii unawaleta Watanzania Tanzania unatoa toka kwenye press unawaambia naanzisha academy shule ya ya vipaji. Yaani product ya kwenda kuuza baadaye. Lakini hata kiwanja kimoja huna. Pesa nyo nao toa unaosema pesa ni nyingi. Mtoto wa Tanzania anaomba toa laki nne laki sita kwa mwezi. Hiyo hata kwa mwaka vurugu. Hizi shule za kata unaziona hizi. Ni vurugu hela tu umeme. Watu wanagombana huko. Leo naomba mtoto toa laki sita eti umpeleke. Ni matajiri. Watoto wa matajiri ndo wataenda kwenye hizo akademi zao. Kwa hiyo Yanga wana mambo ya kukurupuka, hawakai wakafikiria. Uwanja huna. Unataka mambo mengine ambayo huyawezi. Ndio maana nakwambia hivi, Yanga wameanza mambo mengi lakini hayakufikia mwisho. Jambo hili Yanga wao inaanzisha, angeanzisha angalau kwa mbali Simba tungewaelewa. Maana anasema ukimbilia, wana uwanja mkubwa tu. Watoto wote kuwamwaga pale eh, hey, afadhali. Sasa uwanja huna. Alafu anataka kuanzisha academy. Hivyo ni vituko hivyo. Sasa sijajua wewe na ratibu au mambo nani? Sijui afikiri hizi ni kitu gani. Kwa ujumla ni kwamba Yanga jambo lao hilo la watoto limefeli. Kabla lijaanza. Kabla hajaanza lishafeli. Maana kuna watoto wa Buguruni wanajua mpira watatoa hizo lakini wapi? <coughs> Plani sasa au mawazo. Mimi nitegemea ngisema hivi. Tutatafuta wachezaji wenye vipaji. Simeelewa? Wangepata wachezaji wenye vipaji wangewaunganisha pamoja. And then watawalipia Yanga Afrika. <coughs> Tunataka wewe, baadaye utakuja utauza, ukiuza mchezaji mm, tunakata hela yako simeo. Lakini ukisema mtu alipia laki sita, alafu ndo aje sasa mtoto wangu asipo asipo achivu kucheza na, na nimelipia miaka yote itakweje? Si ugomvi mwingine huo? Kwa hiyo Yanga mambo yao wanakurupuka, hawakai wakai kwa kutulia. Wakoe kwa kutulia watatoa majambo ya maana na watu wataelewa mm. Ushauri huo ni ushauri tena wa bure tu mimi mm, kwa sababu si nimezunguka duniani nimeona mm. Yaani unaambia tuna academy afungua academy viwanja huna. Na mimi nashangaza taasisi zinakubali. Wasingekubaliwa watawapeleka wapi watoto wao? Au wanataka chukua hela za watu. Inawezekana wanataka hela za usajili. Au wanataka hela wafanyao mambo mengine. Uwanja huna. Unachukua laki sita ya mtoto mmoja. Na watoto watakao chukua na watoto wa matajiri. Watoto wa maskini wasizi Buguruni hawataweza kwenda wataendea vipi? Kwa hiyo hilo wamekurupuka naweka X hiyo. Wamefeli. Wa na hata fanikiwa kwa hilo eh. Wa ili wafanikiwe, tumalizie kabisa, ili wafanikiwe wafanyaje? Uchungaji uchungaji wao toa na usalongo, sio tanzarau, wala si watu wa zarau. Mbaya zaidi hawaendagi kokote na zarau zao. Siku ile jamaa katuahidi atajenga uwanja mm. Umeelewa, ndani ya siku 100 atajenga, yani miezi mitatu. Kusawazisha tu kashindwa, kaleta greda limekaa miezi mitatu limeshindwa kutu, ameliondoa uwanja umejengwa mpaka leo Yanga hapa Timu ya plani Tanzania ni Simba peke yake. Ndio mm. timu ambayo unaweza kupanga lao jambo ikawa. Mfano. Mm. Jeruto ngoma analeta basi basi liko njiani. Mm. Jeruto anasema atajenga uwanja, ndio uwanja anataka kujenga. Jeruto anasema ya atatoa, yaani kila kitu kinaenda kwenye mstari. Yanga mambo haya hawezi. Unaikumbuka ile Baptist school iliishia wapi, mchungaji? Mm. Ilikuwa kwa Nusira. Tukumbushe tofali la Yanga lilimshia hapo. Ndio tunakumbusha. Eh, juzi maisha tofali limeenda hapo si, tofali. Tofali la ubingwa likamilike wapi? Yaani wao wanakurupuka kuanzisha mambo. Hao kumeshika yanawashinda. Sasa waulize leo, leo mvoenda pale ngouliza, lile tofali nilo la ubingwa, mmechanga bei gani? Hakuna kitu. Kwa hiyo Yanga mambo mengi wanakurupuka. Watu ambao wanaweza kufanya mambo kwa usahihi ni Simba Sports Club, timu namba tano kwa ubora barani Afrika. Asante mchungaji. Namba tano upewi tu kwa sababu namba tano unapewa kwa vyote hivyo. Vigezo namba moja, plan ya, ya timu. Mfano mimi nikwambie. Plan ya Simba ni kuja nusu finali, finali kwa bingwa barani Afrika. Plani ya Yanga washachivu ipi hiyo, makundi eh? Kwa hiyo unakuta Yanga ya plani zao na Simba ni ziko tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi leo ni majabu kuwapa Yanga ushauri, ushauri ambao wangeufanya watu wengi wangeweza kunufaika. Lakini ushauri ile jambo ndio kulifanya wamenifanya jambo ambalo watanufaika matajiri peke yao. Asante sana, Mungu aibariki Simba Sports Club.